Stamina ameweka picha akiwa na mchekeshaji Mr. Mwanya wakiwa kwenye uwanja wa mpira na ameandika michezo ni furaha, michezo ni afya, vijana tunapokutana na kufurahi pamoja tunadumisha upendo na umoja. Achana na maneno yangu ya hekima hapo juu. Ndugu yetu Mr. Pengo akamtag Mr. Mwanya na timu yake, nimempiga chuma saba leo, poleni sana tasnia ya uchekeshaji, niliwaambia sisi hatucheki na wote. Kituo kinachofuata ni koi mzungu, na cheka tu. #StaminaFC Naona Stamina FC inaendelea kutoa dozi yenyewe, ni saba saba. Ehhe, hawajui kama mimi nina timu ya vijana ambao wanakuja mpira kabisa, kwa hiyo wanachukulia. Poa east Africa nilwafunga saba, na juzi Mster Mwanya naye aliingia kichwa kichwa, naye akala saba. Kwa hiyo ni ni hata, ya wa, ya na timu compact. Obviously, hata mashindano yao haya yanayoendelea sasa hivi ya kina Alikiba ni kwa sababu tu ya kiingilio wameweka kikubwa sana, lakini isingekuwa hivyo Mi lile kombe ningechukua, hakuna timu ya kunikisha pale. Kiingilio chao wao ni milioni mbili, milioni mbili kwa huku mtaani, mge wangu kwa kwa timu ambazo sisi ambazo tunajitafuta kiukweli. Mii timu yangu hiyo, mimi ndo kila kitu, sina sponsa, sina sijui nini, sina nini. Kwa hiyo niliipima, nikaona kwa mimi milioni mbili utoe kiingilio vijana wapate jezi, kila mechi wapate posho sijui na nini, bado hatujafika kuwekeza kwenye hela hizo. Wangetaka tu football ipigike. Wale mi naamna timu ya kunitisha bwana, timu zote nimeziona, hamna timu.